Wakili mkuu Martha Karua, kiongozi wa chama cha PLP K, alipata kizuizi kisichotarajiwa alipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, Tanzania, mapema leo. Tukio hilo, ambalo limezua wasiwasi miongoni mwa wafuasi wake, lilitokea baada ya maafisa wa uhamiaji kutaifisha pasipoti yake na kumweka katika hali ya kusubiri kwa muda mrefu bila maelezo ya haraka. Karua ambaye ni mwanasiasa mashuhuri kutokea Kenya, aliwasili uwanjani saa tatu asubuhi kwa saa za Tanzania. Alipowasili pasipoti yake kwa maafisa wa uhamiaji, aliambiwa kuwa hati zake zilihitaji uhakiki zaidi. Pasipoti hiyo ilipelekwa kwa msimamizi ambaye alishikilia kwa zaidi ya saa moja ya huku akishauriana na maafisa wa ngazi za juu katika kipindi hicho. Karua alibaki akisubiri bila maelezo ya wazi huku sababu ya kucheleweshwa au lini suala hilo lingeweza kutatuliwa. Tukio hili limeibua maswali kuhusu namna wageni maarufu wa kisiasa wanavyoshughulikiwa nchini Tanzania. Karua, ambaye pia ni mwanasheria mwenye uzoefu na mgombea wa zamani wa urais nchini Kenya, si mgeni katika masuala ya kidiplomasia na ushirikiano wa kikanda. Kizuizi chake, ingawa kilikuwa cha muda mfupi kimeangazia masuala mapana kuhusu uwazi na haki ya taratibu za usafiri wa kimataifa, lakini vyanzo vya karibu vinaashiria kuwa huenda kucheleweshwa huko kulihusiana na ukaguzi wa kawaida wa kiusalama. Hata hivyo, ukosefu wa mawasiliano katika kipindi hicho umechochea uvumi kuhusu uwepo wa sababu za kisiasa nyuma ya hali hiyo. Wafuasi wa Karua wamejitokeza mitandaoni wakieleza kutoridhika kwao wakitaka ufafanuzi kutoka kwa maafisa wa Tanzania na Kenya, lakini pia serikali ya Kenya hajatoa kauli rasmi vilevile. Wachambuzi wanaonya kuwa matukio kama haya yanaweza kuathiri mahusiano ya kidiplomasia iwapo hayatatatuliwa kwa haraka. Na hii ni Erasmi TV.